Uh, karibuni. hapa ni banda la Tanzania Dental Association, ni chama cha wataalamu wa afya kinywa na meno. wajumbe uh, wake ni kada zote za ambazo zinahusika na na masuala ya kinywa na meno kuanzia ngazi ya chini kabisa mpaka ngazi ya juu, tuna madaktari, tuna wataalamu wa wa meno bandia na uh, wasaidizi wa clinics uh, kwa jumla wake. Yani uh, kwa majina anaitwa Dr James Bapila, mimi ni daktari msaidizi wa meno na kwenye maonyesho haya e, imekuwa jambo la faraja sana, kwa sababu hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania tunafanya, lakini tulikuwa tumeona kwenye nchi za wenzetu wanafanya hivi tu, lakini na sisi hapa, kutokana na uwekezaji mkubwa wa serikali ambao umeufanya kwenye tasnia ya afya, pia na meno, sasa hivi tumekuwa tumepiga hatua kubwa sana kwayo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Tanzania tunafanya haya maonyesho na tumefurahi, tumeona mwitikio wa watu ni mkubwa sana, tumeona wadau mbalimbali ambao wa wanahusika na masuala ya kinywa na meno kama watu um, wanaotengeneza vifaa vya matibabu ya kinywa na meno, wanauza vifaa na wadau mbalimbali wengi kutoka nchi mbalimbali. Nao hapa kweli mchikao ulikuwa ni mzuri sana, kuwa na masomo na sessions za masomo zinaendelea pale ukumbini, watu wanapata elimu, na hiyo yote katika kukuza hii tasnia ya afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo nadhani hii, kwa sababu ni mara ya kwanza imefana sana, imekuwa nzuri sana, mtukio umekuwa mzuri. Tunategemea mwakani au tukifanya mara ya pili, basi mtukio utakuwa mkubwa zaidi, na tunategemea kupata watu wengi kutoka nje ya nchi waje waone Tanzania, ambapo uh, jinsi tulivyopiga hatua kwenye swala zima la matibabu na huduma zima za afya ya kinywa <coughs> na meno. Karibuni sana.